Tuko hapa bottom, bottom, bottom. Tujenge vijana wa bodaboda na tujenge vikundi za wama. Kuna watu wanasema ati huu mnaenda madhira kufanyia wamama empowerment. mbona msiende siji wapi? Mimi nataka nikuambia wewe, mtu wa mtandao, kama uelewi shida ya raia, shida ya watu ya bodaboda, shida ya watu ya mama mboga, fanya kazi yako betrayal sababu saa ingine nasikia hawa wabunge wakitukana wanaitwa wasaliti, hata mimi naitwa hivyo. Lakini ule usaliti mkubwa kabisa tunaweza fanya ni kuacha ajenda ya kazi ya mwananchi. That is why we have said we we do not we will never entertain betrayal of our people

Sisi hatutapiga siasa, ile kazi tuliwaambia tutafanya kwa sababu tunajua report card yetu 2027. Nyinyi wananchi, muko hapa, nyinyi ndio wadosi yetu, nyinyi mtatumakia kama wafuasi wa William Samoei Ruto. Tunafuata kusikiza watu yetu, kuona vile watu wetu watakula, vile watoto wetu watasoma, kesho itakuwa namna gani. Hatuwezi kama sisi watu wa mlima tumemunda mwingi sana, tumekaa hapa tukidanganywa, sijui nini, sijui nini. Sisi ni Wakenya kama wale wengine, na siwezi kuingia kwa safina ambayo itatoasha watu wa ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Mlima Kenya nyuma.